Wote tunamwomba Mungu mmoja mm -hmm. Nachangia msikiti milioni tano leo, uh, yeah. Uh, wewe pia unataja vizuri kwamba tunataka watu wajue imani, yeah. Yeah. Tegemea uenda na wewe ukafutulisha, mimi nitafutulisha kwenye soko lile, uliona wakinamama wananilia, naenda kufutulisha Kigoma mm -hmm. Nitaenda kufutulisha Kigoma na tumekubaliana, uh, kwa pamoja. Uh, kama uh, waandishi wa habari najua online TV tumesafiri, najua wengi wenu tukun, tu, wengine tuko nao safari Morogoro, lakini tutaenda mpaka Kigoma, tutafutulisha, kabla madhani hii haijaisha kuhakikisha tunakula na wale wakina mama ambao niliwajengea soko la jioni pale, tutakula kwa pamoja siku hiyo itaitwa hatuuzi tunafuturu, na uh, diwani mstaafu simple Baba Levo. Klipu gani? Hey, kila nikisikia sauti ya wale akina mama nikisikia sauti ya wale akina mama napata feeling ya namna ambavyo niliwaongoza, namna nilivyowatetea, namna nilivyowapigania, namna ambavyo niliwafungulia njia soko lile. Nilipigana na madiwani wenzangu, wengine walitaka kunchoma visu, wengine waligoma kama hatuwezi kufunga barabara, likawa soko la jioni lakini tulifanikiwa kukua kila ikifika saa kumi jioni soko lina, linaanzishwa. Ikifika saa sita linaondolewa barabara inaendelea kutumika kama kawaida, na ndio maana mm -hmm. mm -hmm. wale wakina wakinamama wanajenga manyumba wana, wanasomesha watoto wanatumia uh, soko lile kwa ajili ya kuendesha maisha yao, na ndio maana watanikumbuka milele ya amina. Ile ndio nguvu ya kuwa kiongozi, nguvu ya kuwa diwani. Unaacha alama, unaacha fingerprint that is. Kwa hivyo vyote vile, msishangae mimi na Zito tukaenda kuweka huku Zito huku mimi ikani

ni za kwake mwenyewe, amewekeza mabilioni ya pesa kwenye kutengeneza sabuni kwa ajili ya kuokoa wakina mama ambao wakifua mikono inachubuka, wanatumia sabuni ambayo matirio yake yanawaumiza mikono. Wakina mama ngozi inaharibika. Diamond Platinum ameamua kushirikiana na dunia nzima kuhakikisha anaokoa mikono ya wakina mama wanaofua ngozi za watu ya binadamu wanaogea sabuni zake. Twendeni pale tukashuhudia sabuni To, kuna Diamond huwa anaanzisha biashara, twende pamoja. Kanipigia simu niko Morogoro, kaniambia Babalevo, rudi haraka, wewe ndio balozi wa sabuni hii, na pia anataka kuhusu msanii mpya wa WCB <laughs> ana saini, so msanii mpya ni rundo wasa wasanii wanasainiwa ni uh, rundo. Ukitoa uh, mguu, anaingiza miguu mingine inaingia, kwa sababu Diamond hajakatishwa tamaa ya kusaidia wasanii wapya, hajakatishwa tamaa kwa wale ambao wameondoka. Ndio maana kuna watu mewasame, kuna tama, wengine amewasamehe, kuna wengine aliwadai hela zake. Hajakatishwa tamaa, anataka kuwasaidia tena wasanii wengine wapya mitaa pia. Kama anayekuja kusajiliwa ni Aslay, kuna ukweli kiasi gani? Naomba tu nikanushe, Aslay hatuwezi kumsajili WCB, na pia wasanii ambao walikuwa BSS labda ni wale. Sasa hiyo tumwachie Diamond mwenyewe, je, ni wale au ni la, lakini ni rundo, sio msanii mmoja. Mmeona mlivyozima umeme, mmeona kuna namna ambapo mnanitafuta maneno bado, kwenye interview yangu ndo mnakuja kuzima umeme. Ni nani mkanyaga waya, na ni wewe aliyekanyaga waya? Ni huyu hapa, mwandishi umetoka chombo gani? Ni huyu Tumeona kwenye posti yako unasema umemshauri Diamond Platinum sasa hivi ni 50 kwa 50, kama msanii anatoka, ni nini ambacho ukizingatia? No, da, Diamond najua ile namtaniaga sometimes, huwa sijamshauri, lakini najua Diamond this time mkataba wa sasa hivi utakuwa tofauti na mkataba ya watu wasanii wengine walikuwa wameshawasign kwa sababu anajifunza na yeye, kutokana na kitu, uh, matukio ambayo yanatokea. Usifikiri Diamond moyo wake unaridhika kwa kile ambacho kinatokea kuna muda tu anaamua kuwa binadamu kusema basi yaishi. mm -hmm. Lakini mambo mengi mtu anawekeza hela zake na kila kitu, baadaye msanii anakuwa mkubwa, wakati yeye, yeah, anataka aanze kuvuna sasa yale matunda, msanii anasema anaondoka. mm -hmm. Unajua neno kusema naondoka, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba huyu msanii hapo alipo hajaridhishwa napo. mm -hmm. Umeonelewa vizuri ko haiwezi kuwa nzuri hata siku moja. Mm. Yeah. Yeah. Kama ikitokea sasa hivi unarudi kwenye udiwani kama ulivyosema. Uh, siwezi kurudi, udiwani ni ubunge. Ubunge. Ubunge. Yeah. Uh, ikitokea unarudi kwenye ubunge. Yeah. Utaacha hizi mambo za u kwani kwa wabunge hawazungumzii wa, uh, watu mbona, ha, ha, wabunge wanazungumzia wengine uh, wanazungumzia -huh. Mama Samia wengine <laughs> wanazungumzia nani, hujasikia wabunge <laughs> wakimzungumzia <laughs> <laughs> mama Samia <laughs> ah, yaani shughuli iko palepale, kiongozi, mambo ni yale yale. Niombe tu ukweli, Diamond Platinum ndio anafungua njia ya maisha yangu kwa kiasi kikubwa, mm. kwa kivyo vyote vile nitakuwa naye, tutaenda pamoja mpaka siku aidha mimi nakufa ananizika au siku namuona Daimondi anashushwa kwenye kaburi, ndio sasa nasema jamani, mzee wangu ameondoka wa. Lakini mi naamini nitatangulia kabla yake kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Na ikitokea mmekosana katika kuna na, ku, ku, ku, ku, ku, kosanaje na Diamond hmm. emni ambie uke nikosa gani kwenye nini hmm. Diamond akinikosea namsamehe, wow. Mimi akini nikimkosea namuomba ni na radhi natuma watu natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi, yaani nimeshamfanyia kila kituko kumtesti je, atanifukuza. Kila kituko unachokijua wewe Diamond nimeshamfanyia mara nyingi, namwambia nikope milioni tatu, milioni nne, sirudishi chochote, naambia mzee unamdai mtoto wako. Diamond aliost nani na nani shi, ni ndugu yangu, ni dada yangu, ni mmoja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha, na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Ni mimi ndo nimeitangaza Shishifudi kuliko msanii yoyote, kuliko uh, influencer yoyote, kuliko hata yeye Shirole mwenyewe. Shishifudi paka leo nasikia kula kujigaragaza hiyo, ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza kama hatonishukuru mbwa yule, ndio kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye maisha, kuna sehemu tutakutana, maana siku hiyo yuko ananenepa tu

Unatamani kurudi hata leo? Ah, hiyo natamani sana kwa hiyo. Ah, iko kweli kwa makazi anayofanya Mama Samia kwenye nchi hii. Ah, hata kesho akinipa kadi nachukua. Paka kesho eh. Pia Diamond umeona amepost na niko falaku bwana. Ah, Diamond sasa gorofa hizi unajua umeja kuchanganyikiwa. Mje una mchanganyikiwa mje wako? Boma, jamani, hiyo ajui kama nishamaliza. Niko na mpost ya TBT. TBT zi. Boma jamani. Mimi nimejenga gorofa lina vyumba kumi na 12 lina vyoo kila kona, lina swimming pool juu na chini, lina sehemu ya kutua helikopta, lina kila kitu kuna ATM, kuna kila kitu ambacho eh, nimeweka kwa sababu ya watoto wangu. Nataka watolee hela, natoa ngo, nawapenda. Sasa unajua watu wanaona ni maajabu. Benki zote Tanzania mm -hmm. zinaenda zinaangalia mzigo ulionao benki ukiona mm. okay, mzigo wako una, una request nataka ATM ya nyumbani wanakuletea na kufungia ATM. Umeme utalipa mwenyewe na kila kitu. Wao wanataka wewe uwe mteja wao, uwe una withdraw hela kupitia mm. benki yao mm. Unafikiri baresa, uh, akitaka ATM ampi? Sio nampa? Sasa sisi matajiri tunapata kuanzia sasa hivi. Msanii yoyote ambaye hana gorofa ambalo lina lift, sio gorofa ndani yake kuwe na lift, asiongee mm -hmm. na mimi chochote. Mimi ndo msanii pekee influencer pekee ambaye nina gorofa Ambalo ndani yake kuna lifti. Diamond anaenda ya, ya kunimaliza kimaisha mama. Naomba ah, niende ndugu yangu ni nishakula hapa nataka ngajitapikisha.